Mbali kwenye kaunti ni kwamba chama cha walimu wa shule za sekondari na vyuo, KUPPET tawi la kaunti ya Kilifi kilihitimisha uchaguzi wao katika shule ya upili ya Barani huko Malindi. Tobias Baraka aliibuka kuwa katibu mtendaji mpya wa KUPPET tawi la kaunti ya Kilifi, akichukua wadhifa wa msemaji mkuu wa chama hicho, huku Maurice Chiguba Nyale akihifadhi kiti chake kama mwenyekiti wa tawi baada ya kujizolea kura 1159 akimshinda Olima Vincent, aliyepata kura 892. Dennis Pundo alichaguliwa kuwa mwenye, mweka hazina, huku Zacharia Kopollo akinyakua nafasi ya katibu mtendaji msaidizi. Kwa taarifa hii mtazamaji na nyingine zaidi, ni katika mseto wa habari za kaunti. Viongozi wapya waliochaguliwa na KUPET huko Kilifi waliahidi kuwaunganisha walimu kote katika kaunti hiyo, kubadilisha usimamizi wa masuala ya walimu na kuimarisha chama hicho. Kwengineko, naibu gavana wa kaunti ya Meru Linda Kiome amewataka vijana kuwa makini zaidi katika kuchukua majukumu ya uongozi katika serikali ya kitaifa na ya kaunti. Hiyo kazi ya kuenda kupeana maoni yenu, hiyo kazi ya kuenda kusema hii budget ya kaunti ya next year pesa ya youth iko wapi? unafanyia nini? that is the work that you Wakati huo huo, Kanisa la Presbiterian la Afrika Mashariki la Mwingi limesambaza sodo kwa wasichana wasiojiweza katika mji huo ikiwa ni sehemu ya shughuli za kuadhimisha wikendi ya wapenda nao. Kuwapea sanitary towel ni ile yenye tulionelea ni vizuri sababu wasichana wanapata uh, their menstrual flow wakiwa very young na wengine wao uh, hawana hiyo Wazazi wao hawana huo uwezo. Na zaidi ya kina mama 130 katika hospitali ya Pumwani walijawa na furaha isiyo na kifani baada ya kupokea vifurushi vya malezi ya watoto na maua katika hafla ya siku ya wapenda nao iliyoandaliwa na kikundi cha wanawake cha Nairobi. the the majority of of our mothers are very needy some of them have have never received the flowers that have been shared today and on behalf of the mothers who are admitted in our facility today we say asanteni sana Na nailongeso darubini wikendi <laughs> My name is Mary